Huyu ni kiongozi wa vijana umemsikia, si ndio eh? Sasa ndugu zangu, kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru sana wananchi wa kata hii ya Kijitonyama kwa mahudhurio yenu mazuri kwenye mkutano huu mzuri, umepambwa vizuri, umeandaliwa vizuri na wasemaji wamesema vizuri. sm ndugu zangu, mimi leo sitaki kusema mengi, kwa sababu naamini wagombea wetu ni wazuri, wana uwezo mkubwa wa kuchambua na kuelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuja kuwathibitishia kwamba hawa wawili na watatu wao rais wetu ni wateule sahihi wa chama chetu, wamechujwa kwenye vikao vyote, chama kimewaamini kimewapa dhamana ya kutuwakilisha. Amani atatuwakilisha kwenye kata hii ya Kijitonyama, Tarimba atatuwakilisha kwenye jimbo hili la Kinondoni na Dkt Samia ataleta maendeleo kwenye nchi yetu ya Tanzania. sisi moye, ndugu zangu. Kuna siku nilikuwa natembea ndani ya jimbo la Kinondoni, nikapata bahati, nikapita kata moja, sitaki kuitaja. Nikakuta mtu mmoja, naye anagombea ubunge mahali fulani. Bwana yule alipopata nafasi ya kusalimia, yuko ndani ya jimbo la mtu mwingine, wala si wilaya yake, wala si jimbo lake, alipopewa nafasi, akaanza kumshambulia mbunge wetu. Nataka niwaambie Kinondoni hatudanganyiki kwa Talimba. Wana Kinondoni kwa kauli moja, tumeshafanya maamuzi kwamba Talimba basi tutamchagua kwa kura zote. Mimi ni mwenyekiti wenu wa wilaya, kata zote tisa zimenihakikishia kwamba tarehe ishirini na tisa Tarimba Abasi ndiyo mbunge wao. Nani kama Tarimba? Sasa nimekuja kuwaomba watu wa Kijito Nyama kama wenzenu wa kata tisa wamesema kwa kauli moja kwamba tarehe ishirini na tisa watamchagua Tarimba. Nataka nione Kijito Nyama wangapi watamchagua Tarimba? Wote okay, sio Sasa, yule bwana alisema, nilinukuu kipande kimoja, akasema eti mbunge wetu Tarimba kwa kushirikiana na madiwani wake wameuza uwanja wa Biafra. Nikasema mtu yule hajui historia au kama anajua basi kichwani kwake haziko sawasawa. Nataka niwaambie leo watu wa Kijitonyama na jimbo la Kinondoni kwa ujumla wake, Tarimba amekuwa mbunge mwaka elfu mbili na ishirini kwa mara ya kwanza. Madiwani anaowataja wengi wamekuwa madiwani kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini. Ule uwanja wa Biafra upo miaka mingi ya nyuma. Lakini leo nimekuja kuambia uwanja ule ni mali ya CCM. Na CCM tuna umiliki kihalali tangu mwaka 1985. Uwanja ule una hati miliki ya Chama cha Mapinduzi na si vinginevyo. Sasa, bwana mkubwa anasema uwanja ule uliuzwa na Talimba, ameuza wapi? Kwa sababu mwenyekiti wa CCM ni mimi. Kama ni kuuza, basi ambaye angeuza ningekuwa mimi. Tarimba hana mamlaka ya kuuza mali ya chama. Kwenye vikao vyetu, yeye ni mjumbe tu. Kwa hiyo mnyonge mnyongeni, haki yake. Na uwanja ule, ndugu zangu, kwa miaka yote, miaka zaidi ya arobaini Chama cha Mapinduzi kimeuacha utumike kwa wananchi wake, kwa sababu chama chetu kina mapenzi na wananchi wake. Na kwa miaka yote hakuna aliyelipishwa kucheza au kufanya biashara kwenye uwanja ule. Nani kama sisi? Kwa hiyo ndugu zangu, nimekuja kuwaambia, Tarimba hausiki na uwanja wa Biafra kwa namna yoyote na uwanja ule si mali ya serikali, ni mali ya chama cha mapinduzi. Nani kama sisi? Sasa hili ndio nilitaka mliseme. Kumekuwa na upotoshaji mwingi, na tukiuacha uendelee, Waswahili so wanasema uongo ukiachwa uendelee unageuka ukweli. walisema nije kuambia wana CCM tembeeni kifua mbele. Mbunge wenu hana shida ya kuuza uwanja wa serikali, hana shida ya kuuza uwanja wa mtu. Tarimba ni mtu aliyejitosheleza. Ki alicho nacho kinamtosha, na Tarimba ni mtu mwaminifu sana. Nani kama CCM? CCM oye! Sasa ndugu zangu nimekuja sasa kuwaombea kura. Mimi ndio mwenyekiti wenu wa wilaya, nimesema katika vikao vya uteuzi wa hawa, mimi nimeshiriki, ninawafahamu, ninawajua. Ni wapenda maendeleo, wapenda watu, lakini kikubwa zaidi ni waaminifu kwa wananchi wao. Nyiye mnafahamu miaka mitano ya Tarimba amefanya kazi kubwa, kazi ambayo nyie wote ni mashahidi. Nani mwenge leo? Si mnaona maeneo ya Mwenge yalivyochangamka? Si mnaona maeneo ya Kijitonyama yalivyochangamka? ni kazi ya Talimba Abasi. Nani kama Talimba? Sasa ndugu zangu, ni waombe sana msiumbishwe na maneno ya kwenye kanga, yale ni maneno tu. Tarehe ishirini na tisa, msifanye makosa. Nendeni mkakipe kura Chama cha Mapinduzi, nendeni mkampe kura Amani. Huyu Amani ni kijana wetu mnamfahamu, yuko msemaji, amesema amezaliwa, amekulia ndani ya kata hii, na kwa vyovyote Amani anazijua kero za kata ya Kijitonyama kwa sababu amezaliwa akizikuta, ameziishi na ameshiriki kuzitatua baadhi ya kero hizo. Nendeni mkampe kura kwa wingi tarehe ishirini na tisa achaguliwe kuwa diwani akalete maendeleo kwenye kata yenu ya Kijitonyama. Na mimi namfahamu Amani ni mbishi, lakini sio mbishi wa ujeuri, ni mbishi wa maendeleo. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa, wana Kijitonyama wote bila kubagua bila kuangalia itikadi za vyama vyetu twendeni tukampe kura Amani Barande ashirikiane na Tarimba Abbas ashirikiane na mama Samia kutuletea maendeleo kwenye kata yetu ya Kijitonyama. Nani kama Amani Barande? Amani oye! Oh aa, kwa sababu muda haunitoshi na nilisema mwanzo, wagombea wetu wana wana uwezo mkubwa wakujieleza nimualike kwenye jukwaa kijana wangu, mkwa wangu, mjomba wangu, Amani Balande, aje kuzungumza na wanakijito nyama wenzake. Amani Balande oye Ni Barande, mamuona Barande analipa, si ndio? Eh, analipa si ndio? Eh, haya, nione sasa, wangapi mtampa kura Amani? Wangapi mtampa kura Amani Barande? Wangapi mtampa kura Amani Barande? Amani oye! Haya watu wa Kijitonyama, mmemsikia Amani anaweza, hawezi? Nitampa, mumpi nani kama Balande? Sasa ndugu zangu, kabla sijamleta mbunge, nataka niwaombe watu wa Kijito nyama, nyie mnafahamu kazi kubwa na umahiri mkubwa ulioonyeshwa na Rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Nyiye mmeona mapinduzi makubwa ya maendeleo ndani ya wilaya ya Kinondoni kwa muda wa miaka minne na miezi sita aliongoza rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nawaomba watu wa Kijitonyama tarehe ishirini na tisa twendeni tukampe kura nyingi Mama Samia. Kumpa kura Mama Samia ni kuendelea kupata maendeleo kwenye jimbo la Kinondoni kuendelea kupata maendeleo kwenye kata yetu ya Kijitonyama. Na nawaomba sana watu wa Kijitonyama msilaghaiwe, hakuna mgombea wa urais katika wale wote na hata waliogomba wali ambaye ana sifa za kumzidi rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, niwaombe tarehe 29 wala tusiogope, na mwenyewe jana amesema Daktari Samia kwamba wananchi msiogope vurugu, jeshi letu la polisi liko vizuri, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko vizuri, tujitokeze kwa wingi tukapige kura, tukatiki maeneo matatu, tukatiki kwake daktari Samia, tukatiki kwa Tarimba Abasi, tukatiki kwa Amani Balande. Nani kama mama Samia, nani kama mama Samia? Naomba mikono mama Samia oye! Asanteni sana. Sasa namkaribisha kwenu, ndugu yetu kipenzi chetu, wana Kinondoni, mheshimiwa Tarimba Abbas, eh? Tarimba. Wa Tarimba, eh, karibu ndugu Tarimba. Watu wa Kijitonyama, mmemwona Tarimba eh, ana mbambamba, si ndio? Mnataka mbunge ya kuombaomba hela kule, si ndio? Sisi tuna mbunge ambaye tukimwambia anatupa hata mifukoni kwake. Ziko kazi Tarimba anafanya kwa pesa zake. Mnahitaji mbunge wa aina gani? Na anataka kuwaambia wana Kinondoni, wako watu wanapita wanasema nipeni mimi ubunge. Ni wani? Chagueni wa CCM, rais wa CCM Watu hao ni waongo, msiwasikilize. Sisi slogan yetu CCM ni mafiga matatu, hatupati maendeleo kama hatuchagua watu watatu. Tupeni rais, tupeni mbunge Tarimba, tupeni diwani Amani, kwa maendeleo ya Kinondoni, kwa maendeleo ya Kijitonyama. Dr Tarimba, karibu kwa dakika kadhaa useme na wananchi wa Kijitonyama au wana bashasha wanakupenda, wanakufahamu, na bila shaka kula. Jamani, si tunampa Tarimba? Kabla sijakaa nione wangapi watampa kula Tarimba. E, huko vipi? Eh, Tarimba, Tarimba, Tarimba, Tarimba oye, oh!